Kwa jina naitwa Antonia Ndawi, ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Bunda Mjini, jimbo ambalo lina idadi ya wapiga kura laki moja kumi elfu mia sita tisini na nne ambao watapiga kura kwenye vituo mia mbili tisini na nne vilivyopo halmashauri vilivyopo jimbo la Bunda Mjini. Hali ya maandalizi inaendelea vizuri, kwani tayari tumeshapokea vifaa ambavyo tulitegemea kuvipata toka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tumeshavipanga, vipo tayari kwa ajili ya usambazaji ambao tunategemea kuanza kesho. Kwa sasa tayari tumeshamaliza mafunzo kwa makarani ambao watasimamia vituo vya wa kupigia kura. Kwa hiyo kuanzia jana ambayo ilikuwa tarehe ishirini na tano tarehe ishirini na sita na leo tarehe ishirini na saba tunaendelea na mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Mafunzo yanaendelea vizuri, kwani wote tulikuwa tunategemea wafike wamefika na wanaendelea na mafunzo kama tulivyokuwa tumepanga. tarehe ishirini na tisa tunategemea kuanza kupiga kura saa moja kamili asubuhi na vituo vitafungwa saa kumi kamili jioni. Kwa vituo vya magereza, vituo vitafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa tisa alasiri jioni, kama ambavyo tumekuwa tukitangaza. Kwa wale ambao vitambulisho vyao vimepotea au vimeharibika wasisite kufika katika vituo vya kupigia kura, wasipoteze nafasi yao. Hiyo ni muhimu sana, kwani wanaruhusiwa kupiga kura iwapo majina yao yatakuwepo kwenye daftari la wapiga kura, kwa kutumia leseni au kitambulisho cha NIDA mojawapo ya vitu hivyo au pasi ya kusafiria. Hivyo nawakumbusha wananchi wote waliopo jimbo la Bunda mjini kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Vituo vitakuwa tayari, wasiwe na wasiwasi. Sisi kama wasimamizi wa uchaguzi tayari tumeshajiandaa kwa kushirikiana na vyombo vya usalama. Hali itakuwa ni tulivu na ya amani. Watakapomaliza kupiga kura tunawashauri warudi majumbani wakasubiri matokeo.